Kwa mfano tunaposema maarifa ma ya hisabati kama tunaposema moja ongeza moja ni ngapi? Ni mbili. Tatu ongeza saba ni ngapi, wazazi? Tatu ongeza saba ni ngapi? Kumi. Watoto, sita ongeza mbili ni ngapi?

namna alivyotukomboa namna alivyotuvusha katika maisha, katika uchafu wetu. Huyu Mungu ndiye Mungu, huyu ndiyo Mungu. Kama una wasiwasi wasi na, na, na, na matendo na miujiza ya Yesu, hebu jaribu kuhesabu mibaraka un ambayo unaipitia. Hachana nashinda nazo, hesabu tu zile mibaraka hata kitendo cha kunyanyuka kuja kukaa hapa kanisani ni bonge la mibaraka. Kuna watu wapo wanatamani hata kutembea kufika hapa. Ulivyofika hapa, je, umemwambia nini huyu Mungu? Umemwambia nini umemwambia nini Mungu, kwamba Mungu wangu, umenisaidia na sasa najitoa maisha haya kwako. huyu mungu amekutendea nini? huyu Mungu amekutendea nini? tuamsifu Mungu.

Wangapi wanajitoa kwa Yesu kwamba Yesu amemtendea, amemkomboa yes, na sasa anasema haleluya, amen. Wanaweza wakaungana nani wakasimama kwamba Yesu ulinikomboa na umeniita kuja kwako

e kwa Kristo si tena tujaze, na pendo moyoweji, ujaze moto wa Roho. Wanaungana nami wasimame na pasta, karibu uweze kutuombea yeah, na kama mtu anatamani kuja kubatizwa, karibu wazee wa kanisa watakushika. Amen.

katim ka mchungaji anaenda kutuombea, yupo jo Yesu, yes, anakuita, usimiwe utua ba Baba na Mungu wetu wa mbinguni. Haleluya, haleluya, usifiwe, kwa kuwa matendo yako ni makubwa. Na hata nyakati ambazo tulikuwa wachafu, bado wewe ulituita toka mbali, sauti ilisikika na ukatuma malaika kutuleta nasi tumekuja mbele zako kukusifu, sauti zimesikika, si zikimba haleluya, usifiwe. Sante Yesu kwa ukombozi uliotutendea. Sante Yesu kutuita kama tulivyotuje kwako. Na sasa tunakusihi, samehe kila mmoja maovu dhambi na makosa aliyokutenda tutakase kwa damu yako Bwana, ninakomba litazame kanisa lako kati yetu. Wako ambao wana mizigo mizito ndani ya mioyo yao, lakini jiwe limesuia wewe kutenda muujiza. Ninakusii Bwana, tusaidie, jiwe liondoke wale walio wagonjwa ukawaponye. Wale, wale wanaopitia changamoto katika ndoa, ingilia kati, leta amani na utulivu. Wale ambao wamedumu kwa muda wa miaka mingi hawajapata mtoto, ni kuombe Bwana, hilo nalo ni jiwe, watendee mjiza, ukawapatie uzao. Wako wanaoria juu ya watoto wao ni kuombe ingilia kati, tengeneza maisha bora ya watoto wao. Wako wanaolia juu ya uchumi, Bwana ingilia kati, tengeneza uchumi wao, na sabato ya leo ikawe sabato ya ushindi na furaha katika maisha ya watoto wao, ikawe ni sabato ambayo inaleta raha kwa watoto wako hata wale wanaotusikiliza toka mbali, Bwana ukawaguse na kuleta nguvu ya uponyaji ndani yao. Sasa Bwana, katikati yetu yuko binti aliyejitoa. Bwana ninakusihi, ukamtengeneze, mfanye afae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na ikiwa yuko mwingine ambaye ameshindwa tu kutembea kwa sababu ya hofu hilo nalo ni jiwe, liondoe jiwe la hofu kwa utukufu wako, mvute mtoto wako katika wokovu. Sasa neno hili likakae ndani ya mioyo yetu, ukatupe nguvu ya kuriishi katika maisha yetu. Wewe ni mshindi, na katika wewe tunapata kushinda. Bwana tusaidie, kila mmoja wetu tutembee sasa katika nuru ya wokovu wako ubariki tunapotoka katika ibada ya leo. Andoke, kila mmoja aondoke akiwa amebarikiwa, ukiwa umemtua mzigo wake. Neema yako sasa ikawe na kila mmoja wetu, ni katika jina lako Yesu Kristo, amina. Naam, ni mbashara kabisa kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyahanga, ambapo umeweza kubarikiwa na ibada ya huduma ya Sabato hii ya leo. Na kitu kimoja ambacho nimeweza kuondoka nacho katika somo hili ni kwamba thamani yako kwa Mungu kamwe haitaondoka kulingana na vitu unavyopitia maishani mwako kabisa. Haijarishi umetupiwa matope, haijarishi umechafuka kiasi gani, haijarishi umeanguka mara ngapi, thamani yako iko pale pale mbele za Bwana. Kikubwa ni kuendelea kumtizama na kumtumainia yeye. Yeah, yeah. kupitia mitandao ya kijamii tunaendelea kuwashukuru wale wote ambao walikuwa wakiungana na sisi hadi hivi sasa Uh, kupitia JHOPE MEDIA anaitwa uh, Chacha Ikwembe anasema alikuwa uh, anatupata na anatupata vyema kutoka kule Nairobi, Kenya, Kenya. Lakini tunaye Benadi Johni anasema anabarikiwa sana kutoka kule Dar es Salaam, lakini tunaye MMC anasema grafiki huyu mbarikiwe sana hapo anasema ah, hapo ndio palifanyika neti event. Mimi niseme ndiyo pale pale haswa. Jumbe zipo nyingi, tutaungana tena jioni. Hakikisha kuanzia saa 8 saa 9 unakuwepo maeneo haya, kwa maana kuna vitu vingi. Naam kabisa. Na hii ndiyo mibaraka ya siku ya Sabatu Kutokea kwa washiriki mlioko hapa na wanaotufuatilia kupitia Jhope Media, wengine wakiwa ndani ya nchi na wengine wakiwa nje ya nchi, nipende kukujuza wewe ndugu mtazamaji, mtazamaji na ewe mshiriki uliyeketi hapa kwamba jioni tutakuwa tuta na mapema kwa ajili ya kuendelea na vipindi. Miongoni mwa vipindi tutakavyokuwa navyo ni uimbaji lesoni Eh, eh, mandamano, nyimbo za vyama, programu mbalimbali, program hasa kwenye programu program. Maana leo ni sabato ya vijana na niseme tu kwa ya zote tujiandae kwa ajili ya huduma hiyo, kwa ya zote. Kwa hiyo kuanzia saa 9 kamili usikope sekuwepo hapa, tutakuwa mbashara kabisa, na tutakuwa drive kwa uzuri kabisa kutokea Nyahanaga mjini Kahama, ile Kahama mkoani Shinyanga, na mwisho kabisa wale wa nishani ya hiking waliopanda milima na kushuka nilekona sana, na kuruka mabonde, nilikuona, uliangaika sana, na hatimaye leo tutaona hapa, ndo tutajua nini na nini na kipi ni kipi. Endelea kubarikiwa hili Jhope Media. Asante. Na endelea kusikiliza na endelea kubakia kubarikiwa, asante uh, sana. Ulikuwa naye Wilfred Simon, lakini, lakini mimi naitwa pauli na juma. Usikose mchana utamwona deo Malulu pamoja na boni ndege walivyopambana. Haleluya kanisa, haleluya, amina. Niwakaribishe kwa matangazo machache tunapoenda katika mapumziko katika mchana wa leo. Ni kuna tangazo la lei, wainjilisti walei, naomba kutana mkuu wa huduma hapa kanisani kwenye hivi viti, mabenchi yaliyoko hapa mbele. Lakini viongozi wote wa kwaya zote ndani ya kanisa mnatakiwa kuonana na mzee wa kanisa katika viti hivyo wanavyokaa waimbaji wa kwaya naki viongozi wa kwaya zote hapa kanisani. Na kingine kuna chakula cha mchana ambacho, ambacho kimeandaliwa ah, tunawakaribisha wageni okay. karibuni katika, katika chakula hicho ambacho, cha mchana, ambacho vob, karibuni. Wakifika beti la pili, tunaanza kutoka na tutoke kwa utaratibu, kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana nawabariki sana.